Ndoto hizo miaka tatu, nimekuacha nazo ni enough za kufanya uniheshimu. Ni tano au utakuna niongelesha? Tano nataka kwa hivi, ni tano na mimi nataka niongelesha tu hivyo vile unataka sasa. Nikikwambia uosha vyombo na ni duty yako, ni nafanya mbaya? Hapana, uliosha vyombo ukata sufuria, ndio mimi nioshe masufuria na kwa nini? Shida iko wapi? sufuria si moja tu, ni tani yako. Una maana utakatika vidole, utakatika vidole, utakatika vidole, vidole? Kuna mtu kushesika katika vidole za kuosha vyombo? Mimi ni ile ndani, watu wazee wanakuanga wise baby kai Three wise men. Nimesikia watu wasee wana kwa joy. Unaruchia your sister mdomo. Mamu, lakini sikia. Umse kila tema akiosha vyombo ananiachianga mimi sufuria nioshe. Eh, na wewe. Kwa special hadi haizi osha sufuria. Eh, hey, kwani na wewe kwani, kwani uki, uki, uki ukiosha sufuria. Mikono sitakuwa sina, hey. Kaza mkola nyogo. Sina nishita kwa sana osha Stop giving me your your your your back. Wacha kuniangalia kama unaona, kama unaona kama tunatashana. Mm -hmm. Na baba, u respect your young man, young man, u Na baba, you, you you respect respect young your order. Lakini, mama vibaya ya siku hizi. Nimefanya nini? Nimelamba Chris. <trizi> na tere, joy. Can you tame your mouth? Can you tame tame mouth? mouth? The words that that are coming out of that mouth? Dayo, ilikuwa imefika ika hadi ikafika pomoni, hadi ni ilikuwa na gawia majirani. Sasa mmefuga hata one week bare muna chao huko, hadi majirani wanashanga kwani tuko na kesha. Lakini wewe mwana tukenge sedi ya la time na no, wewe unatakaje? So wewe si wa baba mmoja, ama mnaonaje? Ukiangalia, unajua, sasa naweza taka kujua, si nimesikia wadi ya wise umiavia, huyu juni mzee hana wise words. Okay, wise woman, tell us, we are listening, we are at your

The ultimate solution to insomnia. Wiyakiomas, Grace, tuambie unaonaje? Ukiangalia okay, hii nyumba unataka unataka tukuwe tunaendeleza mabwaje kwa sababu sasa mmekifuga one month, nijue sasa hii one month, month na mwabebe aje. Kila anafanya, anafanya, na kuna, kuna kitu ingine kuniongelesha hmm. Ma mina... vile mam ni mrudi sana mm -hmm. Wake mi ni mkubwa wake aniheshimu. Mmemaliza kukibisa mdomo, mnajua mimi sio sister yenu, mnajua mimi ni mama yenu, mnajua hivyo. Na niliwasaa nikawalea nikawapeleka shule. Wewe ule mwingine aolewe. Wewe mwingine unasema unaweza hama huku. Ni nini kinaanza kufanya? Uko na kazi, you got money. I think you are a rich girl. Ukina kwa hama si uhame sahi. Mnacheka nini? Ni nini pale? Okay, okay, okay, nimekuwa stand up comedian. All right, I will look for a job. Naona hii like demo ile. Nimeenda kwa wala hapo. Echama. Mchamsho tukunywa supu mkikalaga saba saba, na mkisikia tena, hamuta hamuta ekele hizo bosho, tujue tutakula nini? Nao mchele, msijali, si baba yenu alibeba nini? Alibeba sufuria na kila kitu hadi hizo nyanya, nyanya kila kitu za kupika. Na mkisikia hamuta enda supermarket kununua hiyo mchele juu mnakula mchele kama ni crisps, mtasema na nikuja mmepika hizo maba, mabajia ama kama mnazita ni bazi, nikuta huku kukinuka

sitini na etini. Hebu chua leona kipande, si simu. unamaliza shule hii mwaka? si unamaliza shule mwaka? Mama nimemaliza shule. Oh gai, ulimaliza? uh, uh ulimaliza? yo yo yo yo yo, kipande unaendea lini kipande? kwenda Kip... kwa chief kesho. ya yeah, you better advise yourself, you better advise yourself. Unaona, hata siwezi jua kama ulimaliza ama huko maliza kwa sababu ya pressure, kunipatia pressure, kichwa ina inaruka na siako kwa...

Unainua miguu juu. Unataka waona nini? Unajua mimi nina kibiso mm. Na mama mama mama mama. You, your ears should always be outside when your mama is not in the house. Mjue mama yenu anaweza kibiso, anaweza ona. Na unacheke lea mama yako. Uge baki bila mama, uge baki mtoto over. Yatima. Ala, haya state function. Kutunza. Hmm? Munataka mko na padi ya muna nilipa ngapi ndio niwasikize? Mko na ngapi muna peana? Unajua siku hizi nimeona lazima uripe mtu ndio akusikiza, mko na ngapi ndio niwasikize? Na muna Na muna ni zamu? Muna kwa dizi ya hai? Okay, dizi munatakaje, mko na ngapi? Muna, muna, muna. tujanza kuongea yeah. Na muna samon muna jua ni mama yenu muna samon. Eh, hini mwede ni ajo That is what I want to, it to sink in your head. I am your mother. When you are speaking measure your words. Go ahead, I am reasoning. Uh-huh. So first, hatupendi vile unaongeleleanga baba vibaya, unaongeanga ni kama hatuna baba. Usema ati tiolewanamtuak situtumiastuataka na pia kuna vile tu tunaongeleleanga baba yetu vibaya, na kuna harufu harufu na niaibu Hmm. So, ina hiyo, ina- aibu imekufika ime ime wapi ndio ukaona unaweza sasa ni mathe? Imekufika hapa. Na wewe imekufika wapi? Oh, eh. Na wewe uko na hicho gani? Na niwauliza hiyo nguvu mmetoa wapi ya kusama nio madhamu mwabiya venye atawatrid. Nina ichukua kama positive. Sasa mnaesa ni reprimand. You sit your mother down and tell her how she can act. Cuz you think you are grown ups. Kipade mumechukua? Huyo ata kipade bado. Wewe chule bado hata hujamalisa. You think now you can sit down and reprimand your mother. You can bring up your mother and tell her how she will carry herself around the world. Tidio, wachana Si ndiyo? Muna jaribu nini? Muna muna ni summon muna niambia, even sit down na na Shivira, hauna akili hata wewe, una sit down. Umekuwa umeitona watoto mna gana ati kuwa Genz, mna sa ni sit down you can bring up your mother. Wacha nimwambie hizo WhatsApp groups, nasikia mme reform huko, ati mimi mwaiwa kwa hizi ni tell ni, hata mimi mama hawezi ntell

word by word. Wao ujue kama ni kazi utatafuta sasa ati ati 19 you are enough. Si unanionyesha hiyo ina. Si unataka lordship nikikuuliza unaniambia ulikuwa umeenda kwa kina Joki? Maa. Ama usikafanye usikajaribu usika, kuniita mama. Sasa hiyo ukiniita anya nikupatie 2000 agent rate. Haujua kimi ni mama yako? Ama ulidhani sitajua? Nawe. Na unasema inda, si ndio? Si unasema kidole sambusa? Na unacheka. Wacha nikwambie, let me tell you next time. A, hey, bule eh! Hey, hiyo masabu yenye unasamaka higiagi it is an A. Na instant ya kuchilaka uko kukiruka luka hivi koo pale kwa barabara, ukienda kukatiwa na akina Jolo, wewe, wacha nikwambie, ama unagani sio onagi. It's either you lead? Ama we pia ukanyage hiyo, unafuata baba yako mjego, mwende mkajege. Mimi sitalea watatu hapa wenye wanaka, kama wanataka kunikalia.